Ndugu msikilizaji mpendwa, kwa mjibu wa taarifa iliyoripotiwa kutoka ofisi ya waandishi wa habari ya Vatikani iliyotolewa jioni ya tarehe 19 Machi 2025 kuhusu hali ya afya ya Papa Francisko aliyelazwa hospitalini tangu tarehe 14 Februari 2025, katika hospitali ya Jemeli Roma, inabainisha kuwa hali ya kimatibabu ya Baba Mtakatifu Francisko imethibitishwa kuwa inaboreka. Baba Mtakatifu amesitisha utumiaji wa hewa ya mitambo usio na uvamizi na pia kupunguza hitaji la matibabu ya oksijeni ya mtiririko wa juu. Maendeleo katika mazoezi ya viungo na kupumua yanaendelea pia. Asubuhi ya tarehe kumi na tisa Machi, katika maadhimisho ya Mtakatifu Yosefu, Baba Mtakatifu Francisko aliadhimisha misa takatifu. Kulingana na madaktari, maambukizi ya mapafu yanadhibitiwa, ingawa hayajaondolewa. Papa anaendelea kutokuwa na homa. Siku ya Papa ilitumika katika matibabu, maombi na kazi kidogo. vilevile vile, bado hakuna uamuzi uliotolewa kuhusu ibada za Juma Kuu Takatifu. Kwa kuzingatia hali thabiti ya Papa Francisko, taarifa ya matibabu ijayo haitarajiwi kabla ya juma lijalo. Ofisi ya vyombo vya habari Vatican itarejea kutoa taarifa za jumla kwa wanahabari Ijumaa na Jumatatu ijayo. Kwa njia hiyo, tuendelee kumwombea Baba Mtakatifu Francisko na mwendelee kufuatilia vyombo vyetu vya habari vinavyowaletea habari kamili zinazohusu afya ya Baba Mtakatifu.